Karibu kwenye habari za ulimwengu. Hali ya taharuki imeibuka nchini Colombia baada ya Rais Gustavo Petro kudai kuwa alinusurika jaribio la kuuawa alilolengwa yeye pamoja na familia yake. Tukio hilo limezua hofu mpya kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na ongezeko la vurugu na mvutano wa kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya kimataifa, rais huyo alisema tukio hilo lilitokea jana alipokuwa akisafiri kwa helikopta ya serikali akiwa pamoja na binti zake. Alieleza kuwa alipokea taarifa za kiintelijensia kuwa watu wenye silaha walikuwa wamepanga kushambulia helikopta hiyo kwa risasi. Rais Petro alidai kuwa baada ya kupata taarifa hizo za vitisho, marubani walichukua hatua za haraka kwa kugeuza mwelekeo wa helikopta na kuipeleka juu ya bahari ili kuepuka eneo ambalo washambuliaji walidaiwa kuwepo. Hatua hiyo kwa mujibu wake ndiyo iliyookoa maisha yao. Kiongozi huyo alisema hali hiyo ilikuwa ya hatari sana, na aliitaja kama tukio la kuepuka kuuawa. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya nchi ya Colombia kuhusu viwango vya vitisho vinavyowakabili viongozi wa nchi hiyo. Ripoti zimeonyesha kuwa vitisho dhidi ya rais vimekuwa vikiongezeka kwa miezi kadhaa iliyopita. Petro anasema makundi ya uhalifu na yale anayoyataja kama magaidi yamekuwa yakitoa vitisho kutokana na sera zake kali dhidi ya uhalifu na juhudi zake za kuimarisha usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema Colombia imekuwa ikikumbwa na changamoto za muda mrefu zinazohusisha magenge ya silaha, biashara za dawa za kulevya na makundi yenye silaha ambayo mara nyingi hujihusisha na siasa kwa njia zisizo halali. Tukio hili pia limetokea katika kipindi nyeti cha kisiasa wakati nchi hiyo ikiingia katika kampeni za uchaguzi. Hali hii imeongeza wasiwasi wasi kwamba ushindani wa kisiasa unaweza kuchochea zaidi vitendo vya vurugu au vitisho dhidi ya viongozi na wagombea. Rais Petro ameonya hadharani kuhusu kile alichokitaja kuongezeka kwa vitisho vya ugaidi na uhalifu nchini humo. Ameeleza kuwa serikali yake itaendelea kuchukua hatua kali kuhakikisha usalama wa taifa na viongozi wake unalindwa. Serikali ya Colombia haijatoa taarifa rasmi kuhusu watu wanaodaiwa kuhusika na njama hiyo wala kuthibitisha iwapo kuna waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio na waliopanga shambulio hilo. Wakati huo huo, tukio hili limezua mjadala mpana kimataifa kuhusu usalama wa viongozi wa serikali katika maeneo yenye historia ya migogoro ya ndani na makundi mbali mbali ya silaha. Mataifa mbalimbali yanafuatilia kwa karibu ya usalama nchini Colombia. Wataalamu wa siasa wanasema madai ya jaribio la mauaji yanaweza kuwa na athari kubwa kisiasa hasa katika kipindi cha uchaguzi. Tukio la aina hii linaweza kuathiri mtazamo wa wananchi kuhusu usalama, utawala na uongozi wa nchi. Kwa upande mwingine, wapo wanaodai kuwa ni muhimu uchaguzi huru ufanyike ili kuthibitisha tukio hili kikamilifu na kuondoa mashaka yote ya kisiasa. Hii ni kutokana na historia ya Colombia ambapo masuala ya usalama mara nyingi yamechanganyika na siasa. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha jinsi hali ya kisiasa na kiusalama nchini Colombia inavyoendelea kuwa tete. Huku uchaguzi ukikaribia, macho ya dunia yanaelekezwa huko kuona iwapo serikali itaweza kudhibiti vitisho na kuhakikisha utulivu unaendelea. Hadi sasa Rais Petro na familia yake wako salama, lakini tukio hilo limeacha maswali mengi kuhusu nani hasa waliohusika na kama kulikuwa na mtandao mkubwa nyuma ya jaribio hilo. Majibu ya maswali haya yanatarajiwa kupatikana baada ya kupatika uchaguzi kukamilika. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.